Okay, fellow, fellow youth of this country. Uh, nawashukuru sana kuwa wavumilivu. I thank all of you kwa kujitokeza vijana, mmejitokeza mmesema mnataka msikizwe. And and I'm happy that you've raised your voices and I appreciate uh, Melissa TV Kenya for being part of this, na wameamua kutusikiza so that our voices can be heard. oca uh, mimi ni Wesley Muragai na mimi nasimama kiti ya ubunge Hamisi constituency. Nimejitokeza kwa sababu nataka sauti yangu isikike na sauti ya vijana pia isikizwe, ndiposa tumekuja hapa DCP Kenya. Hii ni chama ambacho kinasikiza Wakenya na ni chama ambacho kiko tayari kutetea maslahi ya watu ambao wako chini. Fellow youth, tusiketi kule nyuma tukangojwa tukangojwa ya kwamba tutashughulikiwa. Ni sisi tujitokeze, tuseme tunataka tuongozwe vipi na pia to take part in leadership ambapo nashukuru kuna vijana wamejitokeza wanasimama member of parliament post. Kuna wale wanasimama MCA seat. Kuna wale wanasimama senator, na wahimiza wote mkuwe na ujasiri. Ujasiri ndio itatusaidia sababu we can't be silenced na tunyamaze tu hivyo, ambapo wakati ambapo tuko na uwezo wa kuongea tuongee, tujitokeze kwa imara. Na wapati leader Rigathi Gachagua ameonyesha ya kwamba yeye ndio the opposition leader na ako tayari kuunganisha Kenya yote ili ya kwamba tuweze kupata uongozi ambao unajali kila mtu. Challenges ambazo tumepitia? We have abductions. Even a member of parliament can be abducted. Sasa sisi wale watu wa chini watasikizwa aje? How safe are we? We in a country whereby there is lawlessness. Tunataka hizi challenges zote zikue addressed. Ndipo sasa tunasema ya kwamba Tunataka ground sikizo. Sikiza wa Kenya. Those who are in power, listen to Kenyans. Kenyans are sending a message. We, we, we are not, we are not safe, we are not safe. We have challenges ambazo inatuandama ambazo zinahitaji ya kwamba nyinyi wale ambao kwa uongozi watusikize na wasipo tusikiza, sisi tunakuja tuingie katika hiyo uongozi and we'll make sure that leadership in this country does things that Kenyans require.

Hii ni chama ambacho kitasikiza kila kijana, itahakikisha ya kwamba tumepata leadership ambayo inasikiza Wakenya. Nawashukuru nyote na Mungu awabariki.